Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Gavoo Media. Karibu katika Gavoo News. Jina langu ni Michael wa Emmanuel. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza kuongeza mshahara kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma wa asilimia 35.1 kutoka kwenye mwendo wa uchumi ambapo kwa ongezeko hili sasa kima cha chini kitapanda kutoka laki kita tatu sabini hadi laki tano. Rais Samia amesema hayo jana katika maadhimisho ya kimataifa ya siku duniani, yani Meimosi, kitaifa, Singida, ya wafanyakazi duniani yaani Mei Mosi yaliyofanyika kitaifa mkoani Singida, yakihudhuriwa na maelfu ya wafanyakazi kutoka maeneo mbalimbali nchini. Na nukuu: sasa kwa kuwa mchezo kwao hutunzwa mimi na wenzangu, na baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda na umepanda kwa sababu ya nguvu zetu wafanyakazi, ninayo furaha ya kuwatangazia kwamba mwaka huu serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara wa mtumishi wa umma kwa asilimia thelathini na tano nukta moja wafanyakazi, oh yeah mwisho wa kunukuu. Nyongeza hii itakayoanza kutumika mwezi Julai mwaka huu itaongeza kima cha chini cha mshahara kutoka laki tatu na sabini hadi laki tano. Ngazi nyingine za mshahara nazo zinapanda kwa kiwango kizuri jinsi bajeti inavyoruhusu. Lakini nataka niwaambie, nyongeza ipo, amesema Rais Samia. Chama cha Mapinduzi CCM kimeeleza mshtuko na masikitiko yake makubwa kufuatia tukio la kushambuliwa kwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu katoliki Tanzania TEC, Padre Dr Charles Kitima, usiku wa Aprili 30 mwaka 2025, katika eneo la Kurasini jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya chama hicho iliyotolewa na katibu mkuu wa CCM Balozi Dr Emmanuel John Nchembe, Padre Kitima alivamiwa na watu wawili wasiojulikana waliomshambulia kwa kutumia kitu butu kichwani na sehemu mbalimbali za mwili na kusababisha majeraha makubwa. CCM imeungana na makamu mwenyekiti wa CCM bara Stephen Wasira kulaani vikali tukio hilo ambalo chama kimelitaja kuwa ni tukio la kikatili lisilo na utu na lenye nia ya kutishia amani na utulivu wa viongozi wa dini nchini. Aidha, CCM imeeleza kuwa itaendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi zote za kidini katika kuhakikisha taifa linaendelea kuwa nguzo ya amani, mshikamano, heshima na haki kwa wote bila kujali itikadi au imani. Tukio hilo limeibua hisia kali kutoka kwa wananchi, viongozi wa dini na mashirika ya kijamii, huku wengi wakitaka hatua madhubuti zichukuliwe ili kulinda usalama wa viongozi wa dini na raia wote kwa ujumla. na tukihama katika habari za michezo, ushindi mnono Manchester United na Tottenham Hotspur kwenye mkondo wa kwanza wa nusu fainali za ligi ya Europa zimeamsha matumaini mapya kwa vikosi hivyo vya England. Ushindi huo umeleta matumaini kwa timu hizo kushinda kombe hilo na kufuzu kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa. na katika rubaa za kimataifa Julius Malema, kiongozi wa chama cha Economic Freedom Fighters yani EFF, nchini Afrika Kusini ameonyesha msimamo wa kumkingia kifua Captain Ibrahim Traore, rais wa muda wa Burkina Faso, katika harakati za kupigania uhuru wa kiuchumi na kisiasa barani Afrika. Malema amemsifu Traore kwa uongozi wake wa kujitolea, hasa katika kupinga ukoloni mamboleo na mamlaka za kigeni, ikiwa ni pamoja na Ufaransa na Marekani ambaye alichukua madaraka mnamo Septemba elfu mbili na ishirini na mbili kupitia mapinduzi ya kijeshi amejenga sifa kwa sera zake za kukuza uhuru wa kimataifa kurekebisha usimamizi wa rasilimali za madini na kuimarisha umoja wa kikanda kupitia muungano wa mataifa ya Salahi pamoja na Mali na Niger. Malema amemtetea Traoré kama ishara ya upinzani na matumaini katika kizazi kipya cha Waafrika akisema kwamba anawakilisha uamsho wa kizazi kinachotaka kudhibiti bila ushawishi wa Magharibi. Amechukua hatua ya kulaani shutuma za Marekani kama vile General Mike wa AFRICOM ambaye alidai Traore anatumia dhahabu ya Burkina Faso kwa maslahi binafsi. EFF chini ya Malema ilisema shutuma hizi ni jaribio la Magharibi kuharibu sifa za Traore na kuzoofisha ubunifu wa Burkina Faso, lakini Malema ametoa wito wa umoja wa Afrika kumlinda Traore dhidi ya madai ya njama za kumuua akisisitiza kwamba Afrika inapaswa kuwa mustakabali wake bila mwingiliano wa kigeni. Pia Malema ameungana na Traore katika kushinikiza masuala ya pan pan-Africanism, akisisitiza umuhimu wa umoja wa bara, haki za kijamii na kujitegemea kiuchumi. Ametaja sera za Traore ya kurejea udhibiti wa rasilimali za Burkina Faso kwa wananchi wake kama mfano wa uongozi wa kweli wa Kiafrika. Hata hivyo wengine wamesema Malema hapo awali alikuwa na wasiwasi kuhusu Traore kuchukua madaraka kwa nguvu ya kijeshi, lakini msimamo wake ulibadilika alipoona umaarufu wa Traore miongoni mwa Waafrika wengi. Kwa ujumla, uhusiano Malema na Traore unawakilisha muungano wa kiitikadi uliolenga kupinga ukandamizaji wa kijeshi na kukuza Afrika iliyojitegemea, huku wawili hao wakishirikiana katika maono ya kuleta mabadiliko ya kimapinduzi barani Afrika. Mpaka kufikia sasa, dawati la genius. Kutoka hapa Gavoo Media hatuna la ziada, ulikuwa nami Michael Emmanuel. Tafadhali usiache kusubscribe, ku like pamoja na kushare ili uzidi kuwa wa kwanza kupata habari zote tunazozidi kukuwekea hapa hapa. Asante sana, bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.